Heh, mikoba ninaachiwa mbabu zangu, lakini tangu siku niloachiwa mikoba nikaanza kuifanyia kazi sijapata nteja mwaka huu, hii ni maajabu. Sasa sijui si masharti ninayokosea au <laughs> vipi? Kati mwaka lio safiri na Mwanjuma tumiliwa tango yangu ya chuma mwaka safiri safiri, na Mwajuma eh, tumbili matango yangu ya juma, kanibakishia moja, wewe na Mwajuma alidwankenan eh. Ah! Nishakuona, nishakuona, nishakuona waja, nishakuona njoki nyumenyume, nishakuona njoki nyumenyume, njoki nyume kati mwaka lio safiri na bwa Juma, ee tumbili matango yangu ya chuma. ah! ageuka geukgugeuka, kakitako kakitako kakitako, mkae hapa kapo hapo, usikalie viatu viatu, usikalie viatu, vua viatu, vua <laughs> viatu vua viatu vua, hey, mami